Sisiemu hoye ulio oye, tumemwona ulio. Haya, tunaye ndugu yetu kijana wetu, naye ni jirani wa kata hii ya Mweli, ndugu Shabir Akbar Ismail anatokea kata ya Bunju ambaye naye ni jirani wa kata hii ya Mweli, dafrika moja Hey! Mbweni, mheshimiwa hey! mwenyekiti, kwanza nashukuru kwa kupata nafasi hii leo kusimama kwenye viwanja vya Mbweni na kuja kusema maneno na kumwombea kura kaka yangu ndugu wa ndugu zangu wa Mbweni mpo? hey! mheshimiwa mwenyekiti, kihistoria Mbweni na mimi ni nyumbani kwetu, nyumbani kwetu kabisa kwa sababu mzee Kitwana aliyekuja hapa mbele mimi ni mzee wangu, wameniona muda mrefu, nimekwenda nyumbani kwake muda mrefu kwenda kuchukua busara. Lakini nawaambia watu wa Mbweni, nimepewa dakika moja, naomba tujitokeze kwa wingi tukampigie kura mheshimiwa rais, mbunge na diwani wa jurani wetu, ndugu Wabiu Ngeni. Sawa jamani, amani yetu watu wambweni na ile tunu yetu watu wambweni iendelee vile vile, tusiogope mtu tujitokeze kwa wingi mapema asubuhi tukajaza vituo tupange foleni tukapige kura kwa amani na utulivu, sawa jamani? sisiemu oye! Wangapi watampa kura mheshimiwa rais? Wangapi watampa kura Timos Abdul safi? Asante sana aya, tunao madiwani wa wavi